Umewahi kusikia kuhusu pete anayovaa Papa, maana yake na nguvu iliyo nayo kiroho na kimila kwa Katoliki? Pete ya Fisherman, pia inajulikana kama Anulus Piscatoris kwa Kilatini au Anello Piscatorio kwa Kiitaliano, ni moja ya alama za kimila za Papa, kiongozi wa Kanisa Katoliki. Pete hii ina umuhimu wa kiroho, kihistoria, na kiutawala. Pete ya Fishamani inahusishwa moja kwa moja na Mtume Petro ambaye Kanisa Katoliki linamchukulia kama Papa wa kwanza. Petro alikuwa mvuvi kabla ya kuwa mmoja wa wafuasi wa kwanza wa Yesu Kristo. Yesu alimwambia Petro, Njoo unifuate nami nitakufanya uwe mvuvi wa watu. Ni kutoka katika kitabu cha Marko 1 mstari wa 17. Kwa sababu hii, pete hiyo inaitwa Fisherman's Ring, kama ishara ya wito kwa Petro na warithi wake, yaani mapapa, kuwa wavuvi wa watu kwa kueneza Injili. Pete hii ni ishara ya mamlaka ya papa kama mrithi wa Petro ambaye Yesu alimpa funguo za ufalme wa mbinguni. Hii ni kwa mujibu wa maandiko kutoka kitabu cha Mathayo 16 mstari wa 18 hadi wa 19. Pia inawakilisha uhusiano wa papa na Kristo pamoja na wajibu wake wa kuliongoza kanisa. Kwa kawaida, pete hii ina picha ya Mtume Petro akiwa kwenye boti akivua samaki, ikiashiria wito wa kueneza imani. Jina la papa linachorwa kwenye pete kwa Kilatini. Kwa mfano, zamani pete ilikuwa na muhuri wa kipekee wa papa ambao ulitumiwa kuhakikisha uhalali wa nyaraka rasmi hapo awali. Pete ilitengenezwa kwa dhahabu, lakini Papa Francis aliyeongoza mwaka 2013 hadi mwaka 2025 alichagua pete ya fedha iliyochapwa dhahabu, ikiashiria unyenyekevu wake. Muundo wa pete unaweza kutofautiana kulingana na ladha ya papa. Kwa mfano, Papa Pius wa 19 alikuwa na pete iliyopambwa kwa almasi zaidi ya 100. Papa John wa 23 alichagua pete rahisi ya kameo. Papa John Paul wa pili alitumia pete ya dhahabu iliyochongwa kwa nyundo. Matumizi ya pete tangu angalau karne ya 13. Pete hii ilitumika kama muhuri wa nyaraka za papa, hasa barua za kibinafsi na brifsi, yaani nyaraka rasmi zisizo za umuhimu wa juu. Hii iliendelea hadi mwaka 1842, wakati muhuri wa nta ulibadilishwa na stamp ya wino nyekundu. Leo pete hii ni ishara zaidi na haifanyi kazi ya kumudu nyaraka. Inatumiwa wakati wa sherehe za kidini au hafla rasmi. Papa anaweza kuivaa kila siku kama Papa Benedikto wa 16 au wakati wa sherehe tu kama Papa Francis. Wakati wa kumudu papa mpya, kama lirengo, yaani kardinali anayesimamia mambo ya kanisa wakati wa kipindi cha sede vacante, umvika papa pete hiyo kwenye kidole cha mkono wa kulia, wakati wa sherehe za kumwapisha rasmi, yani papali inauguration. Rejea ya kwanza ya pete hii ilikodiwa katika barua ya Papa Clement wa 4 kwa mpo wake mwaka 1265 ambapo alisema pete hiyo ilitumika kumudu barua za kibinafsi. Visa vya kupotea. Pete hiyo imepotea au kuibiwa mara kadhaa katika historia. Kwa mfano, mwaka 1588 msaidizi wa Papa Sixtus V aliiba pete. Mwaka 1797 askari wa Kifaransa alichukua pete ya Papa Piusi wa sita kwa muda mfupi. Mwaka 1899 pete ya Papa Leo wa 13 ilipotea lakini ikapatikana tena. Tangu zama za kati, kumudu pete ya papa au ya askofu kwa kumbusu ilikuwa ni ishara ya heshima na kujisalimisha kwa mamlaka ya kiroho. Hata hivyo, Papa Paul wa sita aliacha desturi hii, pamoja na nyingine kama kubusu mguu wa papa. Wakati papa anapokufa, pete hiyo huharibiwa na kama rengo kwa kutumia nyundo au kukata kwa mkasi mbele ya baraza la makardinali. Hii inafanywa ili kumudu kutumika kwa pete hiyo kumudu nyaraka za uongo wakati wa sede vacante, yaani kipindi cha kutokuwepo papa. Kwa mfano, pete ya Papa Piusi wa tisa iliyovunjwa iko kwenye makusanyo ya Arisi na Luisi Kochi katika makumbusho ya kitaifa ya Uswizi uko Zurich. Wakati Papa Benedikto wa 16 alipojiuzuru mwaka 2013, pete yake haikuvunjwa bali ilikatwa kwa msalaba mkubwa kwa kutumia cheso ikiashiria mwisho wa mamlaka. Leo pete ya Fisherman inabakia kuwa ishara ya mamlaka ya Papa, huduma yake kwa kanisa, na uhusiano wake wa kipekee na Ukristo. Pia inawahimiza Wakatoliki kushiriki katika wito wa kuvua watu kwa kueneza imani. Kwa mfano, Papa Francis mara nyingi alisisitiza unyenyekevu wake kwa kuvaa pete rahisi ya kifedha na kuzuia wafuasi kubusu pete yake kwa sababu za usafi, kama ilivyoonekana mwaka 2019 huko Loreto Italia. Papa Benedikti wa 16, pete yake ilitengenezwa na wasanii wa nane chini ya Claudio Franchi, ikiwa na gramu 35 za dhahabu. Alivaa pete hiyo kila siku. Papa Francis alichagua pete ya fedha iliyochapwa dhahabu iliyoundwa na Enrico Manfrin kwa ajili ya Papa Paul wa sita, lakini haikuwahi kutumika. Hapo awali alivaa pete hiyo wakati wa sherehe tu, akipendelea pete rahisi ya fedha ya msalaba kwa matumizi ya kila siku. Mwisho, pete ya Fisherman ni zaidi ya vito, ni ishara ya wajibu mkubwa wa Papa kama kiongozi wa Kanisa Katoliki na mrithi wa mtume wa Petro. Historia yake muundo na desturi zinahusiana nayo kuonyesha umuhimu wa mamlaka ya kiroho, huduma na unyenyekevu. Iwe inavaliwa wakati wa sherehe au kuharibiwa baada ya kifo cha papa, pete hii inabakia kuwa ukumbusho wa wito wa kanisa kueneza Injili ulimwenguni kote. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu.